nimeweza kulima tumbaku vizuri na nimeweza kuzalisha tumbaku yenye tija na nimeuza soko la kwanza kwa mkoa huu na kwa wilaya hii pia. Na nimeweza kupata advance isipungua kama dola 5000. Nimeweza kutatua tatizo zangu mmoja, madogo madogo nyumbani na kuwalipa wafanyakazi, wafanyakazi wameondoka. Hivyo naiomba SONAMCU iweze kuwasaidia wakulima wengine wenye wenye lengo kama mimi. Hivyo napenda kuishukuru sana SONAMCU pamoja na ofisi ya afisa ushirika Namtumbo pamoja na chama cha msingi Muungano kimenifikisha hapa nilipo. Nawashukuru sana, wasinichoke, waendelee pia kuwawezesha wakulima wengine ambao wenye moyo kama mimi. Na hata kuna watu wengine wanasomesha watoto wanashindwa kuishi hapa hapa manispaa, wapo wanataka kulima tumbako. Hiyo naiomba na, na SONAMCU iweza kuwawezesha hao wakulima wengine walikosa fursa ambayo nimepata mimi. Hivyo pia napenda kutoa shukrani hizi pia, ujasiri uweze kuingia shambani nilipewa na mheshimiwa mkuu wa wilaya aliagiza, nyinyi Songea West niendeni shambani mkalime, lakini wengine wakawa oga kulima shambani. Nilibaitika kuingia mimi mwenyewe peke yangu na kulima wenzangu wawili, ambao advance rushachukua kupitia SONAMCU. Hivyo nashukuru sana ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa mfano, siku nimelipwa dola elfu tano ilikuwa dola elfu tano aliyowekewa kwa, lakini akaunti yake ile muungano haikuwa haina pesa, wakamkata dola kumi. Kwa hiyo ikabakia ni dola elfu nne mia tisa tisini sawa na milioni kumi na tatu laki tatu ya Kitanzania ambayo imefika kwenye akaunti yangu. Usisahau kusubscribe, kucoment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.